Taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa Irani imeshambulia miundombinu ya umeme ya Israeli na kusababisha umeme kukatika kwa muda mrefu, ikiwa ni siku ya 11 ya mashambuliano baina ya Irani na Israel leo Jumatatu ya tarehe 23 mwezi Juni 2025. Jeshi la Irani limeshambulia maeneo ya kusini mwa Israeli kwa kutumia mashambulizi ya makombora ya ballistic yakilenga karibu na kituo cha miundombinu yenye muhimu mkubwa, eneo la usambazaji umeme na kusababisha kukatika kwa umeme katika miji kadhaa ya eneo la Negev kusini mwa Israel. Shirika la umeme la Israel, Israel Electric Corporation, IEC, limetangaza kuwa kutokana na mlipuko wa kombola karibu na kituo hicho cha miundombinu kinachotoa huduma ya umeme kilikumbwa na shambulio baya mkoani humo huku miji mingi ikikumbwa na giza la ghafla kuanzia asubuhi. IEC imeeleza kuwa vikosi vya dharura vimetumwa kwenye maeneo yenye hitilafu ili kurejesha huduma ya umeme haraka iwezekanavyo. Operesheni zinaendelea kwa ushirikiano na vyombo vya usalama nchini humo kuhakikisha usalama na kuondoa hatari kama ilivyoripotiwa. Wakati huo huo, ving'ora vya tahadhari viliendelea kulia kwenye maeneo hayo kwa takriban dakika 30 mpaka saa moja baada ya shambulio hilo, huku mashambulizi mengine yakiendelea kupiga kwenye maeneo mengine ya kirahia. Hatari hiyo imepelekea idara mbalimbali mbali za umeme kufanya kazi ya usiku kucha kujenga upya na kuhakikisha miundombinu inarejeshwa. IAE imewashauri wananchi katika maeneo hayo kuhakikisha wanatumia nguvu mbadala ya umeme ili kuondokana na giza lilo tanda katika maeneo hayo. Taarifa zinaeleza kuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni pamoja na eneo la Ashdod, kituo kikubwa cha umeme katika eneo hilo chenye kusambaza umeme kwenye maeneo mengi ya viwanda na maeneo mengine ya uwekezaji. Maeneo mengine ni Rashid, hapa Galilaya, Negev na maeneo ya kati ya eneo hilo la kusini. Kwa mujibu wa watoaji huduma, hakuna majeruhi yaliyoripotiwa moja kwa moja kutokana na itilafu ya umeme. Hata hivyo, hospitali zimeanza kutumia majenereta kuhakikisha huduma za dharura zinarejea shambulio hilo linadhihirisha kugeuka kwa njia ya vita sasa. Miundombinu ya kiraia kama vile umeme, mafuta na maji yanayozungwa moja kwa moja na mashambulizi hayo kama vinavyoathiriwa katika mashambulio yaliyotokea huko Haifa na maeneo mengine mwezi huu. Gazeti la Times of Israel limeripoti kwamba shirika hilo la umeme la Israel limethibitisha kugongwa karibu na kituo cha miundombinu ya kimkakati, na limesema kuwa kuna usumbufu wa umeme katika miji kadhaa katika eneo hilo, ambapo limenukuu taarifa ikisema kuwa timu ziko njiani kuelekea kwenye maeneo kadhaa chini kwa lengo la kurejesha usambazaji wa umeme haraka iwezekanavyo, ambapo operesheni hizo ni pamoja na ukarabati wa miundombinu na kuondolewa kwa hatari za usalama Wakati huo huo, pia taarifa zinaeleza kwamba wadukuzi dhidi ya Israel wanasema kuwa wameshambulia mtengenezaji mmoja anayehusishwa na jeshi la Israel, ambapo kundi hilo la wanaharakati wa mtandaoni likijulikana kama Cyber Snad Front linadai kuwa limefanya shambulio la kimtandao kwa mtengenezaji wa alumni wa Israel anayefanya kazi na jeshi la Israel. Katika taarifa yake kwenye akaunti yake ya Telegram, kundi hilo limesema kuwa lilipata taarifa kuhusu maeneo muhimu ya kijeshi na nyuklia ambayo imeongeza kwenye orodha ya malengo ya siku zijazo kwa ajili ya kushambuliwa na taifa la Iran. Hii ni miongoni mwa mashambulizi kadhaa ya kimtandao ya Cyber Snad Front ambapo limedai kuwa katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na moja ambayo inasema kuwa imeamaliza tayari, ilifanya udukuzi wa miundombinu ya mawasiliano ya kijeshi ya jeshi la Israel IDF. Wakati hayo yakiwa anaripotiwa, waziri wa zamani wa sheria wa Israeli pia amesema mchana huu yameripotiwa mashambulizi mengine kutoka Iran. Waziri huyo wa zamani Josi Beilin wa Israel amesema kuna mawimbi kadhaa ya mashambulizi ya Irani mchana huu, ambapo amesema kwamba hadi sasa katika mapigano yaliyoanza Juni 13 hakukuwa na majeraha, lakini uharibifu mkubwa, ambapo kiwango chake bado hakijafahamika. Ameeleza kuwa ni shambulio hilo lilikuwa mchana, jambo ambalo ni nadra sana. Kawaida tumezoea kushambuliwa usiku, amesema. Hata kama jeshi la Israel liliharibu sehemu kubwa ya silaha za lakini jeshi lake bado lina makombora mengi na ndege zisizo na rubani za kuendelea kuishambulia Israeli, ameongeza Beilin. Lakini pia wanajeshi wa Israeli walifanikiwa kupooza sehemu kubwa ya ndege zisizo na rubani, lakini nyingi zimepenya, ameongeza kuwa shambulio lingine limefanywa kwa makombora makubwa ya ballistic. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, inaeleza kwamba waziri wa mambo ya nje wa Irani Abasi Aragachi yupo nchini Urusi ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin amemwambia waziri wa mambo ya nje wa Irani Abasi Aragachi katika mazungumzo yake mjini Moscow kwamba uchokozi dhidi ya Irani haukuwa na msingi wowote. Putin ametoa maoni hayo mwanzoni mwa mazungumzo ya Kremlin na kusema Urusi iko tayari kuwasaidia watu wa Irani kwa msaada wowote watakaohitaji, akieleza kwamba msaada wa kwanza ni msaada wa ulinzi dhidi ya An Wakati wa huu Aragachi pia amemshukuru Putin kwa kulaani mashambulio ya Marekani dhidi ya Irani, akimwambia Urusi ilisimama upande wa kulia wa kihistoria na kushukuru pia kwa msaada ambao ameahidi rais Putin. Kwa upande wake kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na rais wa Iran Masud Pezeshkian wamemtaka waziri wa mambo ya nje wa Irani Abasi Aragachi kufikisha salamu zao za heri kwa Putin kwa msaada ambao huenda Irani ikapata siku za hivi karibuni lakini hayo akiwa anaripotiwa nchini Israel. Hata hivyo Israeli imeeleza kuwa imeendelea kulenga maeneo kadhaa ya Irani ikiwepo gereza maarufu la Elvin huko jijini Teherani. Gereza la Elvin linarohofiwa katika mji mkuu wa Irani limeshambuliwa na jeshi la anga la Israeli, ambapo haijulikani ikiwa kuna majeruhi au uharibifu mkubwa wa kiwango gani. Taarifa ya wizara ya ulinzi ya Israeli imesema dikteta wa Irani ataadhibiwa kwa nguvu zote kwa kushambulia eneo la nyumbani la Israel. Inaarifiwa msururu huo wa mashambulizi hayo ulifuatia wingi wa makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran dhidi ya Israel baada ya shambulio la Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran siku moja kabla. Malengo mengine ni pamoja na makao makuu ya usalama na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Palestine Square, na kikosi cha kujitolea cha Basij ambacho ni sehemu ya jeshi la IRGC. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, sasa amesema jeshi pia linalenga lengo la serikali na vyombo vya ukandamizaji vya ya serikali katikati mwa jiji la Tehran. Maeneo mengine ni pamoja na makao makuu ya kikosi cha Basij cha IRGC, makao makuu ya usalama wa ndani ya IRGC, gereza la Evin na katika uwanja wa Palestine. Katz amesema katika chifisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema kwa kila risasi inayorushwa kwenye uwanja wa nyumbani wa Israel, dikteta wa Irani ataadhibiwa na mashambulizi yanayoendelea kwa nguvu zote. Hiyo ni nukuu ya waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz. Hii ni msasa media, msasa kisasa zaidi.